aguse na ajaribu kugusa hata nusu pointi, hiyo pointi 15 mbali, nusu pointi aguse, alafu ataiona nguvu ya wananchi. Na zungumzaji, hizi pointi sabini na tatu, ndugu zangu, tumezipata kwa jasho sana, haikuwa rahisi Yanga kuwa kinara wa ligi sasa hivi. Kuna jasho limemwagika, kuna fedha imetoka hapo, watu wameingia gharama, watu wamepata shida, wameacha familia zao kusafiri umbali mrefu kuisapoti hii timu Alafu ukae na tai useme, na kata pointi. Jaribu kugusa pointi moja ya Yanga Afrika, jaribu ya naniongezee hapa, tuonyeshe kama we are very serious kwenye hili.